Kati ya matukio muhimu sana kukutana nayo, unaweza ukapita pita kwenye bodaboda nyingi hapa mjini hapa katika manispaa ya mji wa Lindi, Lindi pale South Africa, lakini kubwa ukakutana na maneno mengi sana. Leo nimekutana na wena au siyo bwana. Bwana, miongoni mwa vijana tanzu sana wanafanya shughuli zao za bodaboda wanatafuta eh, kinua mgongo wanatafuta eh, kitu ambacho kinaweza kuinua kwa siku bwana. Sasa kuhusiana na usemi kama huu, kupitia durusu durusu za historia leo bwana, eh, Pasopa Wena anafunguka kuhusiana na usemi huu bwana. Mimi naitwa Pasopa Wena luka kesi mitambo sio Si utafutaji wa zamiaji ya, si ni kazi ya bodaboda na saka laifu eh, hatuna naitu singizi kwa tuwa sala, eh, kwa hiyo nikizungumzia Pasopa. Pasopa ni mtu mmoja kwa mwa harakati, mwana harakati. Mwela patikana pandikana mbili eh, niko manisipa hapa jini palisi. Sema sina mengi sana kuzungumza kutokana na mda wenyewe sio lazima, ila na mnaipo siku nyingine utaongea sana, eh, na ushauri ujana wenzangu unaokimbiza lodi bodaboda nini hamani kikubwa, imani kikubwa, dua wote tumeomba na Mwenyezi Mungu tupambane, tupunguze ile akati ya usela. Usela sio ishu, usela pesa. Pasopa wena fresh hapo. Hizi ni durusu durusu za historia.